Lakini tukiwa katika anwani ile ile, umuhimu wa amani katika maisha ya mwanadamu. Waislamu, kama tulivyotangulia kusema kwamba siku kadhaa zilizopita hapo nyuma, kuna hali ilitokea, na kila mmoja anafahamu hali hiyo ilikuwaje. Hii iwe somo kwetu sisi ya kuona umuhimu wa amani katika maisha yetu.

Kila muislamu anatakiwa awe na kanuni ya kuiombea nchi yake amani. Ndipo mitume wa Allah subhanahu wa taala walipokuwa, walikuwa katika hali hiyo, na ipo hadithi mtume anasema, hubbul watani minal iman, kuipenda nchi yako ni katika iman. Leo kuna watu wanaombea mabaya nchi yao mtihani. Tumwangalie Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema hubbul watani min al-iman, na mtume ndio alikuwa hivyo, alikuwa akiipenda nchi yake. Ukisoma historia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, inafahamika kwa kwamba alitoka Maka kwenda Madina, na safari ya Maka hakutoka tu kwa makusudio yake mwenyewe, la bali, akhrajahu qaumuhu watu wake walimtoa katika mji wa Maka, walimtoa watu wake katika mji wa Maka. Ikalazimika mtume sallallahu alayhi alaihi wasallam kuhama katika mji wa Maka kwenda katika mji wa Madina. Lakini eh, mtazame rasuli wa Allah sallallahu alayhi alaihi wasallam anatoka katika mji wa Maka anasafiri kwenda Madina. Anapofika nje ya mji wa Madina, nje ya mji wa Maka, anageuka nyuma anaitazama Madina anageuka mtume sallallahu alayhi wasallam, anaitazama maka alikotoka, alafu anasema maneno yafuatayo, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, wallahi inni a'lam annaka khairu abdillah, hakika ya mimi

na lau kama si watu wako Maka kunitoa mimi ma kharajtu, nisingetoka katika mji wa Maka. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anapenda nchi yake. Kwa nini Muislam haupendi nchi yako? Wasomi wanasema, al-aqilu man ibtaaba bighairihi siku zote mtu mwenye akili timamu ni yule ambaye anawaridhika kupitia tukio lililotokea kwa mwenzake. Leo kuna nchi ngapi? Leo kuna miji mingapi? Leo kuna mataifa mangapi ambayo yamekosa amani katika nchi zao? Mataifa hayo hayana amani, wanashiriki watu hapa Angalia mitandaoni uone watu wanavyoishi kwa tabu katika miji yao katika nchi zao, kwa kukosa amani. Watu wanakufa hovyo, wenye wa hatia wanakufa, wasio kuwa na hatia wanakufa. alaqilu man taaba bighairi Allah. subhanahu wa Ta'ala anasema, idha jaakum fasiqun binabahi fatabayyanu. Leo kuna watu wanapoiona Tanzania ina amani hawahiki na hali hii, wanakufata wewe kijana, wanakuambia kijana, andamana, dai haki yako. Hasha wakala, usidai, usiandamane muislamu. Haki inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye anatoa haki, na wala sio jukumu lako wewe kumlazimisha kiongozi afanye haki la msingi ni kumwombea dua kiongozi yule, Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze katika njia iliyokuwa ya sawasawa, atekeleze majukumu yake. Kuandamana ndugu zangu, hakuna faida yoyote. Kwa hiyo, si vyema kwa mwislamu anayejitambua vizuri alafu anasema bora kinuke huyu. Bado kajitambua thamani ya amani, ndugu zangu, katika imani Tumwombe Allah tabaraka wa taala atupe amani katika nchi yetu. Tumwombe Allah subhanahu wa taala awalinde viongozi wetu. Tumwombe Allah subhanahu wa taala alinde taifa letu kwa ujumla ili tupate amani. inna llaha wamalaikatahu yusalluna ala al nabi ya ayyuha lladhina amanu sallu alayhi wasallimu taslima oh,